Kwa hali ya sasa hivi inayoendelea kwenye chama chetu sio, imekuwa ni siasa za chuki, ni siasa za makundi. Kwa maana kwamba sisi tuliokuwa tunamuunga mkono mheshimiwa mwenyekiti Mbowe kwa sasa hatuna thamani yoyote ndani ya Chadema na kuitwa majina mengi, kuitwa G55, kuitwa CCM kwa hali hiyo kuonekana kwamba unakosa imani. Nimekuwa mgombea ubunge awamu tatu, nimepitia nyazifa mbalimbali ikiwa ni mwenyekiti wa BAWACHA kuanzia kata, jimbo na mkoa wa Mbeya wakati mkoa wa Songwe haukuwepo. Nimeongoza majimbo kumi na moja na nimekuwa nikifanya kazi kufa na kupona. Lakini kwa namna mwenendo wa siasa za Chadema unakoelekea, nimeona ni vema nitamke rasmi kwamba kuanzia sasa ninajivua nyadhifa zote nilizo nazo, na kwamba kuanzia sasa sio mwanachama tena wa Chadema. Ndani ya Chadema, chama hiki kimejengwa kwenye misingi ya nidhamu mno. Mwenyekiti Freeman Mbowe aliyepita alitufundisha ndani ya chama chetu nidhamu kubwa, kumheshimu kila mwanachama wa Chadema. Tunapoingia kwenye uchaguzi, kila mtu anajua kilichotokea. Kumekuwa na matusi mengi, maneno mabaya, kuchafuana sana, misingi ya Chadema inapotea na tumaini la watu lilikuwa ndani ya Chadema. Nilijiunga Chadema kwa sababu nilisoma katiba ya Chadema kwamba itasimama na wananchi. Leo Chadema ndiyo inayoongoza maneno magumu, matusi. Kwa hiyo kama kijana niliyezoewa kwenye nidhamu, maisha ya kusimama kwenye ukweli, hii ni sababu ya msingi kuona kuondoka ndani ya Chadema.